Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninakukaribisha kwa jina la Yesu. Neno letu mwisho sio mwisho. Bwana apewe sifa sana. Mhubiri saba ule mstari wa nane Biblia inasema mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo napenda kukuambia mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndio huu umefika mwisho, lakini ninajua ya kwamba kuna mambo kweli hayakutuendea sawasawa, kuna mambo ambayo yametu tumeyapitia yametuumiza, kuna ambayo hatukuweza kuyafanya, kuna majaribu yamesimama sana elfu mbili na ishirini na tano. Lakini napenda kukutia moyo, mtumishi wa Mungu, mwisho sio mwisho, ni mwanzo mpya. Bwana atusaidie sana. Ukisoma Warumi 8:37 Biblia inasema hata katika haya hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Ninakuambia mwaka elfu mbili na na tano unaisha, lakini mungu wetu haishi. Mungu wetu yuko pale pale, Mungu wetu ataendelea pamoja na sisi. Elfu mbili na tano unapita, lakini baraka zetu hazipiti. Mbili na ishirinatano inaondoka, lakini maisha yetu yatabaki pale pale katika jina la Yesu Kristo. Kitu ambacho kilitaka kukuua elfu mbili na tano, lakini nakuambia ya kwamba kinakuimarisha kitu ambacho kilitaka kukuondoa kinakufanya unakuwa mzima, kinakufanya unaendelea, maana ahadi za Mungu ni za milele. Endelea kushika pale pale, endelea kumuomba Mungu, endelea kujitia nguvu. Ninakwambia katika jina la Yesu, simama, mwana wa Mungu, simama tena, waza upya, waza upya, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia ishirini na tisa ule mstari wa kumi na moja anasema kwamba Mungu anatuwazia mawazo yaliyomema, Mungu anakuwazia mawazo ya amani. Emsimama juu, mtumishi wa Mungu, endelea kufanya kazi, endelea kile kilichokushinda, ng'ang'ana nacho kwa sababu Mungu anasema anakuwazia yale yaliyomema. Usiangalie sana hasara, usiangalie sana uchungu, usiangalie sana waliokuumiza, ebu mwangalie sana huyu Kristo Yesu. Ninakubariki katika jina la Yesu. Kwa hiyo mwaka unaondoka, lakini baraka zako zinabaki pale pale, zinabaki pale pale, zinabaki pale pale. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, akupe neema, akupe nguvu, akupe ushindi. Unyanyuke hapo ulipo, unyanyuke, uzinduke katika jina la Yesu Kristo. Ujue Yesu yupo, yu kwa ajili yako. Futa machozi kwa leso. Mwambie Mungu asante, ninaanza upya tena, ninatembea upya tena, ninapata neema upya tena. Neema ya Mungu inakutosha, uwepo wa Mungu umekuzingira, upendo wa Mungu umekukumbatia. Basi tuseme nini? Kama Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Sisi hatuna cha kusema. Biblia inasema Wafilipi nne kumi na tatu nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu anayekutia nguvu, utayaweza yote Utayashinda yote, utayafaulu yote, utayamiliki yote, nami ninasema kupitia jina la Yesu Kristo, Mungu akupe neema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.